Mimi ni mkulima wa mananasi hapo awali. Kabla ya mbolea ya ruzuku, tulikuwa tunalima heka moja mpaka mbili, kulingana na bei ya mbolea ilivyokuwa; ilikuwa laki na ishirini. Lakini baada ya sasa Mheshimiwa Samia Suluhu kutupatia mbolea ya ruzuku, mpaka sasa na uwezo wa kulima hata eka tano nazo eka tano za nanasi kwa kweli, namshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu kwa kutuwezesha kutuletea mbolea ruzuku, na tunaomba Mheshimiwa Samia Suluhu aendelee kutu, kutuwezesha mbolea ya ruzuku, na tunamshukuru, tunampambania kwenye uchaguzi sisi akina mama kumchagua Tunakuomba mama, utuwezeshe zaidi ya hapa, na ikiwezekana ishuke, ili wakulima wa mananasi au wakulima wengine wanufaike. Tunashukuru sana.